Yes. Asante, asante mwenyekiti. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nina swali la ufafanuzi e, nitaka kujua <coughs> sisi tunaokaa katika mikoa ya mpakani hususani Kigoma, Kagera nimeambiwa na nantl Mtwara, nimekuwepo tatizo kubwa la wananchi wetu kuambiwa si raia linapokuja swala la kuandikishwaji wa vitambulisho vya taifa. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, wananchi hawa wako Tanzania na kama unavyofahamu nchi yetu, wananchi wake wengi wako mipakani mwa nchi yetu. Nini tamko la serikali kuhusu hali hii, na namna gani serikali yake itajipanga kuhakikisha kwa, kwa wananchi hawa wanapewa, wanapewa haki sawa kama wananchi wengine wowote? Asante Mheshimiwa wazi, Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Mwenyekiti, Naomba nitumie nafasi hii kujibu swali la Mheshimiwa mswanzu Gwako, mbunge wa Kasulu, kama ifuatavyo. Hapa kuna mambo mawili, uandikishaji na utaratibu wake, lakini pia vikwazo vya uandikishaji kwenye mikoa ya pembezoni na hasa kwenye mikoa ambayo umeitaja Kigoma, ambako Mheshimiwa unatoka Kagera, Mtwara, Kilimanjaro, pia hata Arusha kwa wilaya za Loliondo. Kwanza, taasisi yetu ya NIDA inaendelea kufanya kazi ya uandikishaji wa kutoa vitambulisho vya kitaifa, kitambulisho ambacho ni muhimu sana kwa Mtanzania kukipata, lakini pia katika utoaji wake lazima tuwe makini, kwa sababu ni kitambulisho ambacho tukifanya makosa tuta kujikuta tunakabidhi vitambulisho vya utaifa kwa watu wa mataifa mengine, na kwa hiyo NIDA tumewataka wawe makini sana na kazi wanaifanya kwa makini mkubwa, na zoezi hilo utoaji vitambulisho vinaendelea mpaka sasa. Takwimu zinaonyesha zaidi ya mikoa tisa imesha kamilika, e, ingawa walikuwa wanaenda mkoa mmoja mmoja. Sasa eneo ambalo umelieleza la mkanganyiko wa raia wa Tanzania na wageni, na hasa kwenye mikoa ya pembezoni Kigoma ikiwemo, maeneo haya lazima tuwe makini sana katika uandikishaji. Tumeona makundi mengi ya mataifa ya nje wakiingia nchini na hasa nchi jirani, kwa nafasi ile ya kwamba wao wanazungumza lugha yetu, wakijifunza kidogo wanaingia huko, halafu analeta mkanganyiko wa namna ya kutumia lugha. Akishamudu kuzungumza lugha inakuwa tatizo. Kwa mfano Kigoma, Kigoma ni mpakani wa Tanzania na Burundi na Warundi wengi wanazungumza Kiswahili na wana Kigoma kwa kabila lao wanazungumza lugha moja na Burundi. Kwa hiyo ni ngumu sana, ukifanya jambo hili kwa haraka unaweza kukuta unatoa vitambulisho kwa Warundi walioko nchini Tanzania. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa makini, na serikali tumejipanga kuwa makini kupitia taasisi yetu ya NIDA. Kwa hiyo wananchi walioko kwenye mikoa hii wasione usumbufu pale tunapohoji na kutumia njia zetu za like, kiintelijensia kujua huyu kama ni Mtanzania au la, na wakaona wanachelewa, na wengi wanaolalamika kwamba tunachelewesha ni hao hao wanaotaka uraia kwa haraka. Kwa hiyo tuko makini sana, waheshimiwa bunge, zoezi hili ni lazima mtuvumilie, hasa kwa mikoa ya pembezoni, kwa sababu lazima tuwe makini. Kule Mtwara, wa Tanzania walioko Mtwara ni wa Makonde, lakini kule Msumbiji walioko mpakani ni wa Makonde pia, na wanazungumza lugha moja, kwa lazima tuwe makini Halafu kule Loliondo, mi nimeenda Loliondo, wananchi wengi ni Wamasai, lakini mpakani Kenya, wanaoishi kule ni Wamasai. Kwa hiyo una umuhimu wa kuwa makini. Kwa hiyo hata tunapofanya shughuli zetu za serikali tunakuwa makini sana. Kwa hiyo, ni niwahakikishie kwamba zoezi la uandikishaji linaendelea, lakini linaendelea kwa umakini mkubwa, ili vitambulisho viende kwa Watanzania tu na sio raia wa nje, ili kupunguza idadi kubwa ya watu wa nje kuingia ndani na kufanya idadi ya wa, wanaokaa nchini kuwa wengi. Mwisho serikali tutakuwa tunalaumiwa kwa kutobudu kutoa huduma, kumbe sisi tumepanga bajeti ya Watanzania wale milioni 50, lakini unajikuta tuko milioni 55 kwa sababu tuko eh, rahisi kukabidhi eh, kuachia wananchi wa kutoka mikoa nchi nyingine kuingia hapa nchini. Kwa hiyo tutaendelea kutoa vitambulisho kwenye mikoa yote. Mheshimiwa Nzuzi, kwako. Eh, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nashukuru kwa ufafanuzi huo. Nina swali moja dogo tu la nalo la na ufahamu vile vilevile, uh, maafisa wa uhamiaji wamekuwa na tabia uh, ya kuvamia watu kwenye madisko usiku, wamekuwa na tabia ya kuvamia watu kwenye masoko kwenye magulio eti wanasaka, wanasaka watu ambao si raia. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, mnaweza mkaelekeza vizuri ili maafisa wa uhamiaji wetu hasa katika mkoa wa Kigoma watumie weledi zaidi wanapokuwa wanajiridhisha wana na uraia wa wananchi walioko mipakani. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swala la nyongeza Mheshimiwa wa wako kama ifuatavyo. Huko uh, ukweli kwamba maeneo hayo uliyoyataja kwenye masoko, kwenye minada, kwenye madisko ni maeneo ya mikusanyiko ambayo ni rahisi sana wageni kutoka nje kwenda kujichanganya, wakijua kwamba ni ngumu kwa taasisi kama yetu kuingia pale kwenda kufanya ukaguzi. Na kwa hiyo sisi tunachofanya ni kwamba kutumia utaratibu wetu tulionao wa ndani wa kujua nani ni nani. Nani tukijua huyo mtu kama yuko kwenye disko, yuko sokoni, tutamfuata hapo hapo. Na mimi nataka kusisitiza, pamoja na msisitizo wa kwamba tunapofanya kazi watumishi wa serikali tufanye kazi kwa weledi mkubwa, lakini lazima tutakwenda popote alipo endapo tutagundua kama huyo hajafanya matendo yanayokwenda yaenda sambamba na sheria ya nchi na taratibu za nchi. Lakini bado tumesisitiza weledi katika kufanya kazi yetu. Hakuna haja ya kusumbua wananchi baadaye, nenda kwa unayemtaka mchukue, mwambie kwa nini umekuchukua ili ajue na aweze kupata nafasi ya kujitetea. Huo ndio utaratibu ambayo tumeusisitiza serikalini. Asante mheshimiwa waziri mkuu. Mheshimiwa Ahmed Juma Ngwali. Mheshimiwa Mbatia e, Mheshimiwa mwenyekiti nashukuru Mheshimiwa mwenyekiti elimu jamii yoyote maendeleo yake yanatokana na mfumo wake wa elimu ni tunda la mfumo wake wa elimu Mheshimiwa mwenyekiti sera ya mafunzo ya elimu ya mwaka 2014 inaelezea kuwawezesha rasilimali watu kuwekeza kwenye akili za mwanadamu ili waweze kuendana na karne hii ya sayansi na teknolojia katika nyanja zote. Nini nguvu ya sera hii ya elimu ya elfu mbili na kumi na nne ukilinganisha na sera el, ya elimu ya elfu moja mia tisa tisini na tano katika kudhibiti ubora wa vitabu vya kiada na ziada? Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Mbatia, Mbunge wa Vunjo kama ifuatavyo. Nchi yetu tunayo sera ya elimu. Na sera hii ya elimu ndio ambayo tunaifata katika kuendesha shughuli zote za elimu kuanzia ngazi ya awali, msingi, sekondari, hata elimu ya juu. Ni mwongozo ambao tunatakiwa tufate ili kufikia malengo tunayotaka. Sasa, nini nguvu ya sera ya elimu ya sasa na ile ya miaka iliyopita? Ni kwamba nguvu yake ni pale ambako sera inakwenda inakidhi matakwa ya sasa kulingana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia katika kupata rasilimali watu yenye uwezo wa kutekeleza shughuli ambazo sasa tumejipangia ili ziweze kuleta matokeo mazuri. Sera mwaka ya mwaka 1995 ambayo umeieleza, pamoja na uzuri uliokuwepo katika utekelezaji wake na malengo yake kwa miaka hiyo na hii ya sasa, nikiri kwamba tunayo mabadiliko ya kisera ndani ya nchi ambayo yanataka eh, sera iweze kukidhi matakwa ya wakati huo na wakati huu. Sasa msisitizo wa elimu yetu ni wa sayansi na teknolojia, ili tuweze kwenda sambamba na mabadiliko yetu. Kwa hiyo nguvu ya sera ni pale ambapo inatoa matokeo tunayoyatarajia na kama ambavyo nimesema sasa, matarajio yetu ni kuzalisha wanasayansi wengi. Leo hii Tanzania serikali yetu imesema tunataka kuendeleza viwanda. Kwa hiyo sera yetu lazima ijielekeze kwenda mashuleni kuandaa vijana kuandaa wasomi ambao wataweza kuingia kwenye ulimwengu huu wa sayansi eh, na teknolojia lakini pia kuendesha viwanda mbalimbali. Kwa hiyo mkakati wetu ni kufanya maboresho ya sera, kufanya mapitio eh, kupitia wataalamu wetu walioko vyuo vikuu, waalimu ambao wa wako kazini, lakini na wadau wengine ili tuone kama je, sera tulionayo inakidhi mahitaji ya sasa, na mabadiliko haya ndio ambayo yataweza kuleta nguvu ya kuleta eh, rasilimali watu ambayo kweli itakidhi mahitaji ya sasa. Mheshimiwa Mbatia. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kutokana na zirimkuu, majibu yako ya nguvu ya sera hii. Nikikwambia kwamba sera hii ndio imezalisha vitabu vibovu ambavyo havijawahi kuonekana katika historia ya Tanzania ambavyo vimegharimu zaidi ya bilioni 108 nini wajibu wa serikali kwenye ubovu wa vitabu hivi vya sasa viondokane kwenye mzunguko kwa sababu ni sumu inayolishwa taifa la Tanzania na kuua nguvu ya sayansi na teknolojia katika taifa la Tanzania? Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swala la nyongeza la Mheshimiwa Mbatia, mbunge wa Vunjo kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka ni, eh, nimjulishe Mheshimiwa Mheshimiwa Mbatia kwamba sera ni kitu kingine na kitabu ni kitu kingine ingawa vitabu vinaandaliwa kutokana na sera. Kwanza lazima uwe na sera. Sera itakwenda kuandaa mtaala. Mtaala ndio ambao unaandaa syllabus. Syllabus ndio inapendekeza somo hili liandaliwe vitabu gani vya kiada na ziada vya kiada ni hiyo vitabu vya msingi vya, zia, vya ziada ni vile ambavyo vinasaidia pia katika kuelimisha somo hilo. Kwa hiyo sasa wanapo syllabus iliyotokana na mtaala um, na hiyo sera. Syllabus ndio inapendekeza somo fulani liandaliwe kitabu gani kwenye mada zipi ili zitoe matokeo gani, kwa zile ile, ile ile syllabus ambayo inapendekeza kitabu sasa ndio nakusanya wataalamu, wanaandaa kitabu. Sasa ubovu wa kitabu huko huku kwenye maandalizi huyu anayeandaa kitabu kile ndio anayeweza kuleta ubovu. Kwa hiyo pale sasa, wito wangu ni kwamba ndani ya serikali tunayo taasisi ya elimu Tanzania, ndio ambayo inao wajibu sasa wa kuandaa vitabu. Lakini nataka nikujulishe tu kwamba awali, swala la uandaaji wa vitabu tuliwaachia watu mmoja mmoja kutunga vitabu na sisi tunavichukua tuliona vitabu hapa vya mheshimiwa mbunge aliyemaliza muda, mheshimiwa Nyangwine alikuwa na waandishi wengine, kwa kila mmoja alikuwa anaandika kitabu tukagundua iko liko tatizo kidogo. Badala yake tumeamua kurudisha kwenye taasisi yetu ya elimu, ambayo yenyewe imekusanya wataalamu wengi tu, wasomi wa kila fani, ambao sasa wanatakiwa watengeneze vitabu kutokana na matakwa ya silabasi ya somo hilo, ili viweze kutumika mashuleni. Kwa hiyo, kama kuna liko tatizo, tatizo litakuwa ni na mtengenezaji yule, ambaye anatunga ile panel, ambayo inatunga labda kwenye uchapishaji ndio kunatoa matokeo ya mwisho. Kwa hiyo ni kuahidi tu kwamba tutafanya marekebisho makubwa kwenye taasisi yetu ya elimu, na waziri wa elimu amefanya marekebisho hapa, baada ya kumwajibisha mtendaji mkuu wa taasisi. Tunataka taasisi iwe makini kwa kujua matakwa ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya somo na sida kitabu ambacho kimependekezwa na ubora wake. Kwa hiyo tutaamua sasa kutumia wasomi wetu wa vyuo vikuu waliojikita kwenye fani, tuwapeleke taasisi ya elimu ili wao watutengeneze vitabu vinavyofit vinavyotosha kufundisha kwa mujibu wa mtaala na kutosheleza sera ya nchi. Huo ndio mkakati wetu. Kwa hiyo nikuhakikishie tu kwamba kwa tutafanya marekebisho na marekebisho yanaendelea kufanyika. Asante mheshimiwa waziri mkuu. Mheshimiwa Kuchauka. Asante mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi kuuliza swali kwa waziri mkuu. Mheshimiwa waziri mkuu, Tanzania ni nchi ambayo inaongoza au ni nchi ambayo ina mifugo mingi sana, na wafugaji wetu wengi ni wale wafugaji wa kuhamahama. Jambo hili limetuletea migogoro sana ya ardhi, mpaka kuleta kusababisha mauaji. Lakini sasa kumezuka mtindo wa wafugaji, mikoa ile ya wafugaji tayari watu wanahama sasa, wanaenda kwenye mikoa ambayo siyo ya wafugaji kwa asili na maana yake nini? Kwamba hapa sasa migogoro sasa ya mauaji haya ya wafugaji ya wafugaji na wakulima tunayahamishia kwenye hiyo mikoa ambayo siyo ya wafugaji. Nini kauli ya serikali juu ya kusambaza haya mauaji ya wakulima na wafanyakazi katika mikoa ambayo sio ya wafugaji, wafugaji? Mheshimiwa wa Waziri Mkuu: Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Kuchauka, mbunge wa Liwale kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, swali linataka nini mpango wa serikali wa kupunguza mauaji yanayotokana na migogoro ya wakulima na wafugaji kwenye maeneo kadhaa. Na jambo hili, serikali tumekuwa tukifanya utaratibu wa kuona namna mzuri ya kundi hili la wafugaji na mifugo yao, lakini pia wakulima waendelee na shughuli zao za kilimo kwa kuanza zoezi la uandikishaji wa mifugo tuweze kuitambua kijiji gani kina nani, ana mifugo kiasi gani ya aina gani, ili tuweze kuona kama je, mifugo hiyo inatosha kukaa kwenye eneo hilo baada ya kuwa vijiji vyetu vyote vimefanyiwa mpango wa matumizi bora ya ardhi. na na kwa bahati nzuri, leo nimeita maafisa mifugo wa nchi nzima, wako hapa na saa tano na kutana nao pale chuo cha mipango yako mambo ambayo waheshimiwa wabunge na wafugaji na wakulima lazima watuvumilie. Serikali sasa lazima tuchukue mkondo wetu, tunahitaji sasa tuanze kujua utaratibu mzuri wa ufugaji, na kwamba taifa tunataka tupate wafugaji ambao kweli ni wafugaji wanaofuga ambao wako serious kwenye ufugaji, lakini ufugaji huu lazima uendane na maeneo ya kulisha, ili tuache kuondoa migogoro kati ya wakulima na wafugaji, yanayopelekea kwenye mauaji ambayo Mheshimiwa wa mbunge ameyaeleza. Kwa hiyo baada ya kikao changu na maafisa mifugo ambao watakaa leo na kesho kujadili namna bora, tutatoka na azimio ambalo nchi nzima itakiwa lifuatwe kwa namna bora ya kufuga mifugo yetu. Na tunataka sasa maafisa mifugo washiriki kikamilifu, kwa kuwasaidia wafugaji namna bora ya kufuga mifugo yao, ili tupate mifugo ambayo inatija kwa yeye mfugaji binafsi, lakini pia hata kwa mapato ya taifa. Hatuwezi kuwa tunalinganisha na nchi ya Botswana ambayo ina ng'ombe wachache kuliko Tanzania, lakini wenzetu wana mapato makubwa ya kitaifa. Sisi Tanzania tuna mapato kidogo, ingawa tuna ng'ombe wengi. Maana yake hatufugi kwa utaalamu. Kwa hiyo, baada ya kikao changu cha leo na maafisa mifugo, itatoka na maazimio ambayo nitakuja kuyatamka hapa siku ya, ku, siku ya mwisho ya Bunge, ili taifa twende na utaratibu ambao kweli mifugo hii itakuwa inaweza kuratibiwa vizuri na kufugwa vizuri ili itoe matokeo ambayo tunayotarajia. <coughs> Mheshimiwa Kuchauka, asante Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa majibu mazuri, na ni kweli kabisa ito utaratibu huo umefanywa. Kwa mfa, mfano ipo mikoa ambayo sio ya wafugaji kwa asili, na utaratibu huu unaosema kutenga maeneo, kwa mfano kama sisi kwenye halmashauri wetu waliwale tumetenga yale maeneo, lakini kutokana na hawa wafugaji kuwa na mapesa mengi, wamekuwa wakiwahonga viongozi wenye mamlaka na matokeo yake kijiji ambacho kimepangiwa idadi fulani ya mifugo utakuta idadi ile inaongezeka. Mheshimiwa Waziri Mkuu unawaeleza nini hawa watu wenye mamlaka mbalimbali, kwanza kwa, kwa, kwa wilaya na hata wa vijiji ili wa, wafuate ile sheria kama kijiji kimepangiwa mifugo mia mbili, basi ni mia mbili na kama ni elfu moja, basi iwepo elfu moja. ni nini kauli yako kujua ya hawa wenye mamlaka za kuruhusu hao wa ufugaji? Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swala nyongeza la Mheshimiwa mbunge Kuchauka, mbunge aliwale kama ifuatavyo. Hapa umuhimu ni kuweka utaratibu na kila mmoja mwenye dhamana kutekeleza wajibu kwa dhamana ambayo amepewa. Baada ya kikao chetu, tutatoa maelekezo kwa wakuu wa mikoa walioko kwenye maeneo yetu, wakuu wa wilaya, wakurugenzi, lakini maafisa wenyewe ambao wanashughulikia sekta hii ya mifugo, kila mmoja lazima awajibike inavyotakiwa baada ya maelekezo yale, tutawashirikisha waheshimiwa wabunge kwenye maeneo yenu, tuone kwamba matamko yetu serkali, ya serikali yanayokwenda kwa watendaji ili kusaidia kuondoa migogoro migongano ambayo sio muhimu, tuweze kuifuatilia ile pia iwetusaidie ili ili katika kuona kwamba sekta hii nayo na pia inaweza kutoa mwelekeo ambao sisi tunayotarajia. Kwa kufanya haya yote na yale ambayo tutayapata baada ya mjadala ambayo tutauweka, tunafikiria pia kama ambavyo wizara imependekeza kuandaa zoni za shughuli za mifugo tukitambua mikoa ambayo imejikita katika ufugaji, tuwape nguvu zaidi ya kufuga zaidi, na sisi serikali tuongeze nguvu ya kuwasaidia wafugaji kwenye maeneo ambayo tunadhani yanafaa, ili zaidi kuimarisha mifugo. Na yale maeneo ambayo hayana mifugo, hatuwezi atu, kumlimiti mtu ambaye anataka kuweka ng'ombe wake watano sita. Muhimu zaidi, lazima uwe na idadi ya ng'ombe wanaotosha kwenye eneo ulilonalo la kuwalisha. Asante mheshimiwa waziri mkuu. Mheshimiwa Waitara. Mheshimiwa mwenyekiti nakushukuru sana Mheshimiwa waziri mkuu ni sera ya serikali kuhakikisha kwamba miundombinu katika maeneo mengine mingi nchi hii yanapitika lakini unafahamu kwamba mkoa wa Dar es Salaam tuna mradi mkubwa wa DMDP ambao ni dola milioni 75 takriban bilioni 158 fedha hizi zinatakiwa kufanya kazi ya kusaidia miundombinu katika manispaa zote tano mkoa wa Dar es Salaam E, kuna jimbo la Ukonga na Ilala tunaweza kupata bilioni 43. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mradi huu umekuwa ukisuasua sana. Jimbo langu la Ukonga lina mikata mbili, kata Ukonga ona mtaa na kata ya Gongo la Mboto, barabara zile zimeshindwa kutengenezwa kwa sababu fedha imechelewa kutolewa. Sasa kwa sababu nafahamu hali mbaya ya miundombinu baada ya mvua kubwa Dar es Salaam ikoje, nini kauli ya serikali juu ya kuwezesha miradi hii mikubwa iendelezwe na fedha kupatikana ili kupunguza adha kwa wananchi wa Dar es Salaam. Asante mheshimiwa waziri mkuu. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kujibu swala mheshimiwa, mheshimiwa Mwita Waitara mbunge wa Ukonga kama ifuatavyo. Ni, ni, ni, ni jambo ambalo nakumbu, nayo kumbukumbu kwamba tuliwahi kukutana wabunge wote wa mkoa wa Dar es Salaam na moja kati ya mambo ambayo tuliyazungumza tulizunguzia huu mradi wa Dar es Salaam Metropolitan, kitu chama hicho ambacho pia unanufaisha una, una, una manispaa zetu zote tatu za Kinondoni, Ilala pamoja na Temeke kwa ujenzi wa miundombinu iliyoko kwa fedha ambayo tumeipata kutoka Benki ya Dunia. Ni kweli kwamba ma, tulishatoa maelekezo kwa manispaa zote za mkoa wa Dar es Salaam, lakini tulitoa maelekezo kwa katibu tawala wa mkoa wa Dar es Salaam kuhakikisha kwamba fedha hii ambayo tumeipata kutoka Benki ya Dunia itumike kikamilifu. Nilihakikishiwa kwamba usimamizi wote utafanywa na utekelezaji wa miradi hiyo utafanywa. Ni vile sikujua kama swali litakuja hapa, ningeweza kufanya mawasiliano ya haraka ili kujua, eh, namna ambavyo wanatekeleza sasa, lakini nikuahidi kwamba baada ya hapa nitawapigia simu kujua utekelezaji ukoje, kwa sababu fedha tunayo maeneo yaliyoharibika yapo na mahitaji ya matengenezo ni muhimu kwa barabara zetu na hasa kwenye jimbo lako la Ukonga mheshimiwa, na maeneo mengine. Na mheshimiwa mwenyekiti pia ni mnufaika wa mradi wa, huu wa, wa, wa DMPP ambao pia tungehitaji naye pia aweze kunufaika. ni kwa hiyo nikuhakikishie tu kwamba baada ya kikao hiki nitapiga tena kwa katibu tawala aniambie anipe mrejesho wa namna hiyo, lakini pia waziri wa TAMISEMI yuko hapa, yeye ataanza kuanza kuwahi kupiga simu kule kujua nini kinafanyika alafu atanipa mrejesho hapa Bungeni, na kama jambo hilo hajakamilika basi tutafanyia kazi. Asante mskiri wa watu wa Dar es Salaam watakuwa wamefurahi kusikia kwamba ametoa maelekezo sasa maalum ya kufuatilia mradi utekelezo mapema iwezekanavyo. ina swali moja la nyongeza, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ukonga ni jimbo jipya na ni, ni majimbo ya mjini vijijini, lakini barabara yangu ya Kitunda, Kivule, msongora Mheshimiwa Itara, naomba ukae, ilo swala lako sio la kisera lakini vilevile vile katika pesa hizo za DMDP zipeke huko huko kwenye barabara hiyo, naomba ukae, asante. Mheshimiwa Gulamali, nashukuru mwenyekiti wa kunipa nafasi kumuuliza swali Mheshimiwa Waziri Mkuu. Swali langu so nitajielekeza. E, Mheshimiwa Waziri Mkuu, yamekuwa yanatokea matukio ya, mekua, ya matukiwe, ukamataji ya, katika maeneo mbalimbali hasa wilayani wilayani kwetu, wilayani kwetu Igunga na maeneo mengineo ya nchi hasa wa kukamatwa kwa mifugo na mifugo hii inapokuwa inakamatwa wakati mwingine katika hifadhi e, huwa inapigwa minada pasi na kuwashirikisha ambao wamekamatwa zile ng'ombe zao wanakuta e, tayari wanakuwa wapo tayari ambao wanatoka Dar es Salaam kuja kufanya kununua ile mifugo katika yale maeneo lakini wale ambao wamekamatiwa ng'ombe, zile, wa zile ng'ombe zao wakienda kutaka kununua zile ng'ombe hawaruhusiwi na watu wa hifadhi sasa je ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, serikali inatoa tamko gani juu ya ukamataji hovyo wa ng'ombe katika maeneo haya ya kwetu lakini pia juu ya kauli tata ya mheshimiwa waziri wa maliasili kwa wafugaji asante mheshimiwa waziri mkuu Mheshimiwa Waziri Mkuu: Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swala la Mheshimiwa Gulamali Mbunge Manonga kama ifuatavyo. Swali lake eneo ambalo nimeweza kulipata vizuri ni pale ambako ataka serikali itoe tamko juu ya ukamataji wa mifugo. Swala la mifugo linafanana na swali ambalo limeulizwa hapa awali na nimetoa maelekezo kwamba leo hii nakutana na maafisa mifugo wote nchini kufanya mapitio ya udhaifu na mapungufu lakini pia kuimarisha utaratibu ambao tutaweza kuutoa kwa sekta ya mifugo nchini, ambayo imeweza imeweza kupelekea matozo mengi, kuwa na migongano ya wakulima na wafugaji, migongano ya wakulima ya wafugaji na ma, na, na maeneo yetu yaliyohifadhiwa kisheria, lakini tuna migongano tu ya wafugaji wenyewe kwa kuchanganya ng'ombe na vitu vya namna hii, na yako, iko migogoro mingi. Sasa mheshimiwa mbunge anataka kujua serikali inasema nini juu ya ukamataji wa hovyo. Kimsingi iko sheria inayoelekeza mifugo shughuli za kilimo zifanywe kwenye maeneo gani. Kwa hiyo kama kutakuwa na ukiukwaji, lazima kutakuwa na ukamatwaji. Kwa hiyo walijue hiyo, kwamba maeneo yote haya tumeyaratibu na tumeyawekea sheria ya namna kila mmoja anatakiwa kuyatumia. Kwa hiyo unapokwenda kinyume lazima utakamatwa. Kwa hiyo huyo ndio jibu la msingi la kwamba lazima kutakuwa na ukamata. Sasa ni, ni udhaifu gani umejitokeza katika ukamataji? E, kama ambavyo nimeshauri, Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo hili e, niachiwe kwa sababu leo nakutana na maafisa wanaoshughulikia mifugo kwenye halmashauri zote, ikiwemo na halmashauri yake ya Igunga ambayo pia ina wafugaji na wakulima, ili tuweze kuondoa matatizo hayo. Kimsingi hatuhitaji kuwa na migogoro kati ya makundi yetu huko ya wafugaji wakulima na watumishi wetu wa hifadhi pa pale ambako kila mmoja angehitaji kupata huduma, lakini nataka tuweke utaratibu wa nani wakati gani na kwa namna gani unaweza kupata huduma kutokana na shughuli unayoifanya. Asante sana. Asante waheshimiwa, muda wetu umekwisha.